Kwenye taarifa inayoangazia Eric Lumbasi ni kwamba zaidi ya wanafunzi elfu tisini wa shule za chekechea katika kaunti ya Bungoma wanatarajia kunufaika baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa uji shuleni na serikali ya kaunti ya Bungoma. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa mpango huo wa uji kwa wanafunzi wa chekechea shuleni, gavana wa kaunti ya Bungoma, Ken Lusaka anahoji kuwa hatua hii inapania kuweka msingi dhabiti wa masomo na kuhakikisha wanaasalia shuleni kuhudhuria masomo. We are privileged to be launching the free ECD feeding program where we are providing fortified porridge for 90,750 ECD learners in the 820 ECD centers in Bungoma County.

is tested and certified by the Bungoma County Nutritionist. This initiative is more than just a feeding program. It is a statement of our collective commitment Gavana Lusaka amedokeza kuwa wametenga shilingi milioni thelathini kwenye bajeti ya kaunti ya Bungoma kufanikisha mpango huu huku akiwataka watakaofanikisha mradi huu kuendesha hadi mashinani. Don't kill my dream. That is my plea to you. Msiue ndoto ambayo tumeweka kwa kuwapatia hao watoto wetu eh muji. Kwa sababu we have a reason why we are doing that. And we will be putting money every financial year and I I will be of course talking to the county assembly also to support us so that we work together. It has been written there not for sale. Imeandikwa ni porridge ya mtoto. Wewe unajua wewe si mtoto you are 48 years. <laughs> Na unaenda kukunywa maziwa ya mtoto, utalaaniwa, tumbo itakuuma. Waziri wa elimu katika serikali ya kaunti ya Bungoma, Mhandisi Agnes Wachie, na naibu spika Steven Wafula wa Malwa wamepigia upato mpango huo, wakisema utafaidi pakubwa wanafunzi hao watoto wadogo ili wawe watu wa kutajika na wasomi wazuri. Msingi wao ni chini ya miaka mitano. Na mheshimiwa gavana, tusidanganyike, ili Bungoma iweze kuwa na wasomi wazuri zaidi ni vyema tutilie maanani shule za chekechea. Eric Lumbasi, West TV, Kaunti ya Bungoma. <todiculia>